Mkoani Tabora, eneo la Ikindwa, kata ya Mapambano, maji katika bwawa la Italia yameacha mkondo wake na kusomba barabara, hali iliyosababisha usumbufu kwa wananchi, ambapo mkuu wa mkoa wa Tabora ametoa maagizo kwa wataalam kuchukua hatua za haraka kurejesha hali kama ilivyokuwa awali. Sasa hivi wanafunzi wamefunga shule, tuko tunajiuliza kwamba watoto wetu katika hili janga liliotokea, je, watoto wetu hawatapoteza maisha? na changamoto hii jana imetupa shida kubwa sana jinsi ya kupita, ila haijaleta athari yoyote ya maafa wala nyumba yoyote kuanguka. Kwa hilo ndio tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ila tunaomba serikali ituangalie, itatusaidia kwa jinsi gani ili kuweza kupata mwafaka wa kuweza kupita, kwa sababu hii ndio njia shortcut tunayoitegemea, na waomba tu wananchi wa mtaa huu wa Ikindwa na mitaa mingine kwa kweli wavute subira serikali yao, yao kwa kwamba maana asilimia kubwa wengi wanaenda kutafuta riziki, wana kule, wanalima kule asilimia kubwa sana, na wengi wanaokaa kwa nakwenda makazini kama vile wanafunzi. Sasa tatarula na wataalamu wa bonde umwagiliaji, mkae nyinyi wote mwone njia sahihi ya kufanya ni nini. Ni bwawa lihame liondoke, barabara ipite, itapitaje? spillway ikae wapi? tushirikiane wote alafu tutafute nguvu ya kuweza kutekeleza hayo ambayo mtakayokuwa mmeyashauri kwa usahihi. Mkoani Katavi, kaya zaidi ya kumi zipo katika hali ya wasiwasi baada ya nyumba zao kuezuliwa paa. Zoezi la kubaini nyumba zilizoezuliwa katika kitongoji hiki cha Mlamatebi bado linaendelea. Pia kulitokea maafa, mtu mmoja kufariki kwa kupigwa na radi akiwa mbugani, mkazi wa Itenkabii Jinsia yake umri wa miaka 30, jina lake Elizabeth William. Mkurugenzi: kama kuna ambao watafika kwenye kituo chetu cha si afya aidha cha Itenka, au kwenye zahanati, mwananchi yoyote atakayefika kupata huduma kwa kupata maafa atibiwe bure. Akiwa mkoani Manyara, mtendaji mkuu wa TANROADS Mohamed Besta akaeleza hatua mbalimbali za ujenzi na ukarabati wa madaraja. Naweza nikasema nusu kati eh, ya madaraja 81 yapo yamekamilika, au yamekamilika ya kabisa kwa asilimia 100 au yako zaidi ya asilimia 90. Serikali ina mpango eh, kwa kupitia taasisi yetu ya TANROADS unaitwa emergency eh, emergency response system ambayo imetam, imetambua maeneo kadhaa ambapo tunahitaji kuweka madaraja haya. Maeneo 81 niliyoyataja ni maeneo ambayo yalikuwa critical zaidi na tumeweza kuyakamilisha. Tutaendelea e, kufanya kazi kwa, kwa kuyafikia maeneo mengi zaidi kwa kuwa nchi yetu ni kubwa na mahitaji ya madaraja ni mengi. E, serikali itaendelea kutoa e, fedha katika maeneo yale ambayo yataendelea ku, ya, tutaendelea kuyajenga kwa maana ya miundombinu ya madaraja na makalvati. Hivi karibuni mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA ilitoa tahadhari juu ya hali mbaya ya hewa inayoweza kusababisha mvua kubwa katika baadhi ya mikoa nchini. Idi Wesu Azam News.